Mchekeshaji kutoka hapa hapa nchini Tanzania Mwanya ameweza kufunguka ujumbe mzito ambao amemwandikia Diamond Platnumz kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ujumbe huo ulikuwa unasomeka hivi kwamba binafsi kwangu sio jambo rahisi kuweza kutoka font ku appreciate juhudi za mtu fulani akaweka emoji fulani hivi kama za masikitiko. Ila hapa nimesalute hiki kiumbe ni tunu na zawadi ya hili taifa akaweka emoji fulani hivi za bendera. Hana hana mdomo, hana muda wa mdomo mdomo. Muda wa yeye ni kazi kazi na anahakikisha kwamba bendera inapepea vi vyema ipasavyo kwenye swala la muziki akaweka emoji fulani hivi za makofi. Bado tuna mengi ya kujifunza kwa Diamond Platnumz. Akasema kongole kwake na aliye karibu naye amwambie kwamba mapengo shubamiti sakamfyuka Mr eh, sakafyuka Mr Mwanya anakutakia kila laheri katika mziki wako mkubwa unaofanya. Akaandika kwamba ile pale imeandikwa na Mr Mwanya, show ya London is best, I say, nimeona wanaija wenyewe design ni wanatubu ndio maana stejini walikuwa wanapishana kumpa tag mchizi cause alikuwa ni nyota kwa hiyo jana e, penyewe ukweli tuseme ukweli. Huo ndio ujumbe ambao Mr Mwanya aliweza kupost kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa anatoa maua ya kutosha kabisa kwa Diamond Platinum, na kwa kumbukumbu kumbu ambazo sasa hivi zipo ni kwamba Mr Mwanya hajawahi ku jump in kwenye ukurasa wake wa Instagram kuweza kumwagia sifa mtu ambaye anakuwa anafanya vizuri kama vile ambavyo sasa hivi ameonekana akiendelea kumwagia sifa kedekede Diamond Platinum kede na ifa kwamba Diamond Platnumz sasa hivi yupo zake huko London katika tour yake ambayo ameitangaza kwamba e, anaenda kufanya tour ya e, kupanda majukwaa matatu makubwa zaidi huko London, akiendelea kufanya vizuri kabisa na kama ifahamike kwamba alikuwa e, katika stage ya huko ambapo aliweza kujaza takribani watu 1527 katika ukumbi ambao ulikuwa unajaza namba hiyo hapo, na watu walikuwa full house sold out, ikawa ni ya kutosha kabisa, mapema kabisa Diamond Platnumz akaweza kujaza na baadhi ya watu wengi kabisa, waliweza kufika pale kwa ajili ya kuweza kumuona Mtanzania akipanda kwenye stage na kuweza kuimba. Kuna baadhi ya mastaa tofauti tofauti kutoka Nigeria, Diamond Platnumz, yeye aliweza kuwapandisha kwenye stage na ulionekana ni utofauti mkubwa kinoma noma. Hata Mr P kutoka Nigeria alionekana pantu ranking, lakini pia mastaa tofauti tofauti wa hapa hapa Tanzania, Juma Jux waliweza kutangulia pamoja na Diamond Platnumz, kipindi ambacho Diamond Platnumz ebana anaenda kufanya tour yake ya huko London. So kwa upande wa Mr Mwanya ameweza kuappreciate effort ambazo Platinum, Platinum, kupanda kwenye stage tena kwa ajili ya kuendelea kutangaza, kutangaza bendera ya Tanzania akiwa ni moja kati ya wasanii ambao ameendelea kuandika historia mpya katika mji wa London e, vile Ayo baadhi ya watu wa Tanzania wamekuwa wakimfananisha e, na wasanii wengine wa Tanzania. Ameonekana kuendelea kufanya mambo makubwa na historia mpya ambazo amekuwa akizivunja na kuziweka yeye kama Damo Platinum. Platnam e bana, kongole kwake Damo Platinum, lakini pia e bana una comment gani kuhusiana na hii situation zima ya Diamond Platnumz kuweza kuenda London, lakini pia kuweza kujaza full house akiwa ni mtanzania ambaye anaenda kuwaimbisha ebana, watu kutoka London, lakini pia mataifa tofauti tofauti ambayo yamehudhuria pale kwa ajili ya kuweza kuiona hiyo show ya Diamond Platnumz. Drop comment yako kwenye nje comment hapo, usiache kusubscribe ku comment, utakua umetisha kinoma noma, chao chao.